Haya ni habari kwa ufupi hizo kama tulivyoziangazia, Balkis. Naam, we hujachoka? Hii maswala misuguano, watu kila siku, mabomu makombora, manini, mauaji, ah, unaweza kusema ni sehemu ya maisha ya kila siku hmm. Inachosha, lakini kuna ambao wana benefit, ama wanafaidika kutokana na hiyo misuguano, lakini ni sehemu ya maisha ya kila siku, haijaanza leo Vita vya Kwanza vya Dunia <laughs> mpaka hii leo vita hivi ambavyo vinaendelea. Kwa hivyo of course inachosha, inaleta impact uh, mm, kuna madhara ambayo tunayapata uh, hasa sisi ambayo ni mataifa yanayoendelea yeah. Eh, lakini kuna mataifa ambayo yanafaidika hasa yale ambayo yameendelea, kwa hivyo na matai... mm, kwa ujumla mm, ni tunarudi pale pale kwamba ni maisha ya, ya kila siku Moses, kabla tujaenda mbali mm. Umegusia uh, ile taarifa ya mtoto wa Afrika maadhimisho Afrika, alifanyika jana na alifanyika yes pale mkoani Kilimanjaro uh, na takwimu zikatajwa zikigusa uh, ukatili wa aina mbalimbali ambao mbali umekuwa ukiwa kuta uh, watoto, watoto. Hmm. E, tupate undani wa taarifa hii kabla ya kuendelea zaidi na alasiri kwa siku hii ya leo. Lakini takwimu zilizopo zinaonyesha kwamba bado vitendo vya ukatili kwa wa watoto vipo katika mkoa wetu na katika baadhi ya halmashauri zetu. Kwa mfano katika kipindi cha mwezi Julai 2023 hadi Juni 2024, kulikuwa na matukio ya vitendo vya ukatili kwa watoto vipatavyo 6377. Haya ni matukio ambayo yalipotiwa katika vyombo vyetu husika 6377. Matukio haya yalijumuisha vitendo vya ukatili wa kingono ambayo yalikuwa ni 641, ukatili wa kimwili 2696 ukatili wa kisaikolojia vilikuwa ni vitendo 4240 na ukatili wa kutelekeza watoto ilikuwa ni vitendo 190. Lakini pia takwimu zinaonyesha katika kipindi cha mwezi Julai 2024 hadi mwezi Aprili 2025, jumla ya matukio ya vitendo vya ukatili yalikuwa ni elfu tatu mia nne sabini na tisa. Kuna matukio ya ukatili yanafanyika kwenye majumba yetu, tunayashuhudia sisi kama wazazi, watu wazima, walezi, lakini hatutaki kwenda kutoa taarifa kwenye vyombo husika. Lazima watoto hawa tuhakikishe kwamba sisi walezi, wazazi, tunasimamia vizuri sana ukuaji wao na kuwalinda ipasavyo dhidi ya watu ambao ni makatili, hatimaye waweze kufikia ndoto zao. Nakadiriwa jumla ya wananchi elfu kumi na mbili mia nne sitini na saba wamefikiwa na elimu hiyo. Lengo ni kuendelea ku, ku, kuongeza uelewa kwa wananchi, ili basi haki hizi tano za msingi za watoto ziweze kutekelezwa na wazazi, pia wachukue jukumu lao la malezi kama ambavyo sheria ya mtoto inataka, lakini kuwajengea watoto uwezo namna ya kutambua viashiria vya ukatili ili waweze kujiokoa lakini hata pale inapotokea inapo wame, wamefanyiwa ukatili basi waweze kutoa taarifa. Bado matukio ya ukatili kwa watoto yanaendelea kuripotiwa. Tunaomba viongozi wote wa serikali, kijamii, kisiasa na wazazi wote mliopo hapa kushirikiana kwa pamoja katika kuhakikisha haki zetu zilizoainishwa kwenye sheria ya mtoto ya mwaka 2021 zinatekelezwa kikamilifu ili watoto tuweze kuishi kukua na kufikia malengo yetu kwa ufanisi. Ni miongoni mwa yaliyojiri uh, katika maadhimisho yaliyofanyika kitaifa pale mkoani Kilimanjaro. Kubwa zaidi ni hamasa ya kuendelea kupunguza vitendo vya ukatili ambavyo wanafanyiwa uh, watoto. Studioni hii leo tumetembelewa na ugeni kama ilivyo ada yetu hapa. Uh, kubwa zaidi ambazo tuna ambacho tunaenda kukiangalia ni kampeni ambayo imeanza kufanyika katika mikoa mingi hapa Tanzania, lakini sasa ipo jijini Dar es Salaam. Hii ni kampeni ya msaada ama huduma za msaada wa kisheria uh, kutoka Wizara ya Katiba na Sheria. Kipekee hapa tunaye Mkurugenzi Msaidizi wa Mama Samia Legal Aid Campaign, Osborn Paissi na tutazungumza naye kufahamu mengi kuhusu kampeni e, hii ama huduma hizi za msaada wa kisheria ambazo e, wamezitoa kwa, ba, wa, kwa baadhi ya mikoa na wanaendelea kuzitoa katika mikoa tofauti tofauti hapa nchini. Osborn karibu sana. nashukuru sana Uh, Mama Samia Legal Aid Campaign imefika mikoa mingapi mpaka hivi sasa? Kufikia hivi sasa kwa Tanzania bara, yeah. Mama Samia Legal Aid imeifikia mikoa 26. Okay. ikiwemo na Dar es Salaam sasa ambao tumeanza jana tarehe 16 mm. yeah. kwa uzinduzi ambao umefanywa na Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hasa ukizungumza kampeni ya msaada wa kisheria ni vitu gani hasa ambavyo mnavifanya? Kwenye kampeni ya msaada wa kisheria mm. Tunachofanya cha kwanza ni kutoa elimu kwenye mkusanyiko ambao tunakuwa nao. okay. Ndio, kwa mfano katika uzinduzi uliofanyika jana katika viwanja vya Maturubai, Mbagala, baada ya Waziri Mkuu kuwa amehitimisha e, uzinduzi, tuliendelea na elimu kwa umma kwa watu ambao walikuwa wamefika pale, lakini elimu hiyo hiyo inaendelea kutolewa katika kila halmashauri e, au mtaa au kijiji Mm. au sheria kwa upande wa Zanzibar ambayo inakuwa inatembelewa siku hiyo kwa ajili ya kupata hizo huduma. Kwa hiyo inatolewa ikiwa ni nani ya kwanza, baada ya hapo tunaendelea kusikiliza watu ambao wana matatizo mbalimbali mbali. Hapo kwenye kusikiliza watu wenye matatizo mbalimbali mmeshatembelea mbali. Mikoa 26 umetuambia kwa wastani. Ndio. Kwa takwimu ni watu wangapi ambao tunaweza tukasema kwamba sasa nyinyi mmewafikia na yale yaliyokuwa yanawakabili kama changamoto na vitu vingine mmewasaidia, sawa? So, kwa, kwa watu ambao tumewafikia e, kwa Tanzania bara ni jumla ya migogoro ambayo tuliipokea, mm, jumla ya migogoro elfu ishirini na sita na 48 na katika hiyo migogoro elfu sita na 112 ilitatuliwa papo kwa papo. Okay. Watu waliokuwa na ugomvi wa muda mrefu ulitatuliwa na wakaendelea kuishi vizuri kama jamii ambayo ni moja. Na migogoro kumi na tisa mia tisa thelathini na sita, hiyo inaendelea, mingine inaendelea kutatuliwa, lakini mingine ilitatuliwa baadaye, lakini haikuisha hapo hapo wakati wa kampeni ndio. hmm. Na, na, na kuna kesi ambazo ama migogoro ambayo imeshindwa kabisa kutatuliwa e, imebidi iende katika hatua nyingine, mfano hatua za kimahakama. Endio. Katika hiyo, mm. kuna baadhi ya migogoro ambayo ilishindwa kutatulika katika e, ngazi hiyo, kwa maana kwamba haikutatulika kwa siku moja, okay. na kampeni hii uzuri wake ni kwamba ni, ni, imejumuisha, e, imejumuisha makundi mbalimbali mbali. Kwa mfano tuna ushirika na TLS okay. ambayo ina e, makubaliano ya kusaidiana mm. lakini pia kuna wadau ambao ni maafisa maendeleo ya jamii walio katika ngazi za halmashauri mm. kuna wasaidizi wa kisheria ambao na kuna mashirika ambayo yanatoa msaada wa kisheria, kwa hiyo wale sasa wanaendelea na uandalizi wa nyaraka kwa ajili ya kwenda mahakamani kwa wale watu ambao wanakuwa wanahitaji msaada huu. Balkis. Mwanzo nilikuwa nataka kukwambia ujue, ukisikiliza idadi ya migogoro yeah. ni kama kila mkoa umechukua buku <laughs> kwa sababu yeah. ni migogoro elfu 26 na 48, na 48. Mm. mikoa iliyotembelewa ni 26. <laughs> <laughs> <Yeni> <laughs> na hiyo mikoa 26 kwa kwa kwa Tanzania bara, tukiweka mitano ya Zanzibar inakuwa mikoa thelathini. Sasa sasa sa, katika hali ya kawaida pengine kabla ya kwenda mbali mm zaidi, Moses ni mikoa gani hasa ambayo mmekutana mm na changamoto nyingi, mmekutana na migogoro mingi na pengine uh, kwa kuona hivyo kuna namna ambayo mmeiweka ya kuangazia sasa kwa jicho lingine kwenye mikoa hiyo? Ndiyo, kwa, kwa mikoa ambayo tulikutana nayo ikiwa na changamoto nyingi, mmoja wapo ni mkoa wa Kagera okay. ambao ilikuwa hasa migogoro ya ardhi kwa sehemu kubwa, mm. mkoa wa Kagera ulikuwa na, na, na changamoto nyingi upande wa migogoro ya ardhi, na tunapotoka sisi mm. tunaoacha wale, kwa sababu kuna maafisa, wadawa, ma, maafisa dawati ambao wako katika kila halimashauri, wao kazi yao ni kuendelea kusikiliza migogoro na kutoa ushauri na kutafuta utatuzi wa migogoro hiyo. Ndio, kwa hiyo haiishii pale, ambapo kwamba kampeni mki, mkiondoka e, sisi tukiondoka, basi ndio inakuwa imefika mwisho. Na pengine aina za migogoro ambazo unaweza kusema kwamba bana hizi zimedominate, yaani kila mkoa tukiingia, ndio hatuachi kukuta kesi zilizokuwa nyingi zaidi ama malalamiko yaliyo mengi zaidi ni ya ishu fulani fulani, hiyo kwa migogoro hmm, inayoongoza ni ardhi na. Ardhi inachukua zaidi ya asilimia themanini ya migogoro yote ambayo tumekuwa tukikutana nayo. Kwa nini ardhi unafikiri? Ni ardhi ni kwa sababu ina, ina, ina, ina vitu vingi ambavyo vinaweza kuipelekea katika migogoro. Kwa mfano, mojawapo ni kuna umiliki wa kawaida, watu wanagombania mipaka kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Mm. E, kuna e, ile kumilikishwa mara mbili lakini ardhi chanzo chake cha mgogoro kinaweza kikaanzia kwenye ndoa e, wanandoa pale wametengana, imefika mwisho e, ikazaliwa mpaka mgogoro wa ardhi, nani anamiliki nini na kwa nini? Ardhi inaweza ika, chanzo kingine kina, cha mgogoro katika ardhi kinaweza kikawa ni mirathi e, ndio e, kwa, kwa, kwa ndugu ambao wamegawana mirathi ya, ya wazazi e, nani anayafika wapi nani anatakiwa kumiliki nini na vitu vya namna hiyo. Ndio maana ardhi inachukua asilimia kubwa ya migogoro na na uwivu wa kimapenzi, yeah. <laughs> Sasa hiyo inakuwa ina ni, ni, ni mgogoro mingine ambayo ni, ni migogoro ya, ya, ya, ya kifamilia, mm -hmm. Eh, ndio. Lakini mmekutana na... Na... zote zipo, zote zipo. Mgogoro, eh, yes. Nayo ipo, tumekutana nayo na tumekuwa tukishughulika nayo kuna ukatili wa kijinsia nao, tumekutana nao, tumekuwa tukishughulika nao mm. katika nani hiyo kuna na sehemu ambao ni watoto wananyanyaswa na ama wazazi walezi, tumekuwa tukikutana nayo. Kwao ni migogoro e, mingi ambayo tumekutana nayo katika huko tunakoenda kufanya kazi. Turudi hapo katika maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika, na hiki ambacho umejaribu kutugea japo kwa ufupi ni nini ambacho mlichobaini, hususan kuhusiana na unyanyasaji wa kijinsia ama unyanyasaji wa aina nyingine yoyote ambao unawakabili watoto katika maeneo wanayoishi, vyanzo vyake, labda kama mebaini mm. ama athari zake zinazokuja kutokea, ama ni namna gani ambavyo nyinyi mnafikiri kwamba itakuwa suluhisho katika hali kama hii? Kutu, nikianza na vyanzo vyanzo vya migogoro vya vyanzo vya unyanyasaji hasa katika nani watoto ni vingi, na kuna wazazi wanawanyanyasa watoto bila kujua kwa sababu unyanyasaji wa watoto tunaanzia sio kwa swala la kum kumpiga mtoto au kumnyima vitu ambavyo anastahili lakini kuna vitu vingi sana ambavyo vina, vinaendana na hapo. Kuna kumpa kazi mtoto ambazo kwa umri wake hawezi kuzifanya ikiwepo mm, e, na ubebaji wa vitu vizito ikiwepo kufanya kazi kupitiliza kwa mda ambao umepitiliza. Sasa hiyo mtoto anakuwa ajifunzi. E, inafika wakati anaona kama hiyo sasa ni, ni, ni, ni kazi tena ngumu na kuna mazingira ambayo watoto wanafanyishwa kazi zinazoendana sawa na za watu wazima. Kuna mazingira ambazo e, kwa mzazi kusingizia kwamba yeye amekosa e, au amekosa ada za kulipa, e, au uwezo kulipa kusudi mtoto aweze kwenda shule, mtoto anashindwa kwenda shule. Kuna mazingira ambayo e, unakuta wazazi wamefariki, wale ambao wanasimamia mirathi wamejimilikisha vitu ambavyo vingewasaidia watoto kwenda shule. Kwa hiyo unyanyasaji huko wa namna nyingi na, kwa eh, siku ya mtoto sasa <coughs> itusaidie, itusaidie kutukumbusha kama wazazi, kama ndugu, kama jamaa. Kesho nitamsimamia mtoto wa mtu mwingine, mtoto wangu atasimamiwa na mtu mwingine, mtoto wako na kadhalika. Tuone kwamba watoto wanastahili kupata kile ambacho wanastahili katika umri wao, kwa namba ya siku ambazo wameishi. Uh, Dar es Salaam ndio mkoa mwisho ambao mnamalizia kwenye hii kampeni, ndio Dar es Salaam tunamalizia na kuzindua awamu nyingine Hatumalizi Okay. Tu, kwa hiyo uh, hamuoni sasa ifikie wakati msiite kampeni, iwe ni jambo ambalo mnalifanya kwa uh, mara endelevu, kwa sababu mkiita kampeni inaonekana kama ni sizono hivi. E, ndio inawezekana ikaonekana kampeni kama ni sizono. Mm. E, kwa sababu hiki ni kitu ambacho mwanzo hakikuwepo kabisa. Okay. Sasa ili kusudi kiweze watu wakifahamu, ni lazima ki kitangazwe ki, ki na kifanyiwe eh, kazi kubwa kusudi watu waweze kufahamu, wajue kwamba watakuwa wanapataje hizi huduma, na kimeanza kwa sababu kwa, kwa, kwa Mheshimiwa Rais aliona ni kuna sehemu kubwa amba, ya watu ambao wananyanyasika lakini hawana suluhisho mm. Mtu ananyanganywa ardhi ardhi yake alafu anaambiwa hauna pa kunipeleka, hajui sheria, hajui sehemu ambayo ya kwenda kupata msaada sasa uendelevu wake ni wanasema wana, wana, wana, wana huko mtaani utanifanya nini? yes, wanasemaga kabisa e. Tena mwingine anamwambia mtu kabisa kwamba najua hakuna chakunifanya na mm. hao tume tumekutana nao wengi. Sasa uendelezo mwendelezo wake ni upi? mwendelezo mm -hmm. wake ni pamoja na moja ya mikakati ambayo imefanywa ni pamoja na kuwa na, na, na madawati kufungua ma, kuanzisha madawati ya, ya, ya wasaidizi watoa huduma za, mm. za msaada wa kisheria katika ngazi za halmashauri. Okay. Halimashauri zote nchini ambazo zipo zina madawati ambayo yanatoa hizo huduma, na kuna baadhi ya halimashauri ambazo zina mtu zaidi ya mmoja katika dawati. Lakini sambamba na hilo eh, kuna usajili wa makundi eh, au taasisi ambazo zinatoa msaada huduma uh, za msaada wa kisheria. Na kwa sasa hivi zimeshasajiliwa eh, taasisi ma mashirika ambayo yapo ni zaidi ya 377. Lakini sambamba na hilo, tunaendelea kutoa elimu na kutoa, na kusajili e, wasaidizi wa kisheria wasaidizi wa kisheria mm. hawa sio wanasheria kwa taaluma yeah, lakini ni watu ambao wamepata e, elimu kidogo ambayo inawawezesha kubaini baadhi ya vitu na kuvitafutia uchambuzi, lakini wanakuwa wanafanya kazi chini ya usimamizi au wa, wa, wa mashirika ambayo mashirika hayo yanakuwa na mawakili au chini ya usimamizi wa mawakili wenyewe. Wapo wa kutosha? Hao wasaidizi wa misaada ya kisheria mnao wa kutosha? E, e, kwa, kwa sasa hivi tunaendelea kuencourage na, na wengine wasajiliwe lakini mm. Kwa sasa hivi tunao zaidi ya elfu mbili. Okay. ambao wanakuwa wanasajiliwa na usajili wake au usajili wao unadumu kwa muda ambao ni miaka mitatu baada ya hapo anatakiwa ahuishe kwa sababu tuna kazi kama wizara ya kuangalia na mienendo yao kama kitu amba, vitu ambavyo wanafanya haviendi kinyume na sheria ya, ya, ya ambayo inahusiana na huduma za msaada wa kisheria. Kwa hiyo tukikuta kuna ambaye anaenda tofauti na hilo tuna tunaweza kuchukua hatua. Lakini kingine mm. eh, wizara iko katika maandalizi ya sera ya eh, huduma za msaada wa kisheria. Mm. Ikianzishwa sera hiyo itasaidia na kati ya malengo ambayo yapo ni kuanzisha mfuko wa huduma za msaada wa kisheria. Mfuko huo utakuwa ni unaweza kuwa ni, ni endelevu kwa maana kwamba utasaidia eh, kufaine kugaramia hata gharama za wale wasaidizi wa kisheria ambao wako katika ngazi za chini kabisa, maana wale ndo wanaenda wanamfikia mpaka yule mtu wa chini kabisa, ambaye mm. tunamlenga lakini pia na mawakili ambao ni kwa mfano kama sasa hivi wizara ina E, ina, ina, ina, ina makubaliano na chama cha Wanasheria Tanganyika ambacho, e, katika kampeni ambazo tunakuwa tunazifanya mm. katika wilaya husika au halimashauri husika tunakuwa na, na, na, na mtu mmoja mwanasheria mmoja ambaye ni wakili kutoka chama cha Wanasheria Tanganyika. Sasa e, kuanzisha kwa mfuko huo kutasaidia pia kuwa tunawalipa pia na wale mawakili ambao wanakuwa wanaenda kutoa huduma hizo. Mm. E, ndiyo sasa, tukiwa tutaelekea mwishoni kwa mazungumzo, watu wanapokuwa wanakuja kwa ajili ya kupata msaada wa kisheria, kuna nyaraka ama chochote kama kielelezo cha, cha, cha, cha kuja kuelezea kile ambacho anacholalamikia, ama mtu anakuja tu yeye kama yeye alivyo fika pale atasikilizwa na vitu vingine. Kuna wengine ambao wanakuja kwa, kwa, kwa kujisahau lakini tu, tu, tuna washauri tuna, na kutumia jukwaa hili nitoe rai kwamba <coughs> kama una mgogoro ambao upo, una nyaraka, ni vizuri hizo nyaraka kuja nazo kwa sababu hizo nyaraka ndo zitakazotusaidia e, ushauri wa kisheria. Haina maana kwamba wewe ukija na nyaraka ni lazima wewe ndo ulionewa au ukienda kulalamika sehemu wewe ndio ulionewa mm. Tunakuwa na nafasi ya kusoma na pamoja na kushauri kwamba hiki unachokidai kiko sawa au hakiko sawa na kama unachokidai kiko sawa, unatakiwa kupita njia hii, upite njia hii, upite njia hii. Ko, tu, tuwaombe tu sana wafike na nyaraka zao ambazo zinahusiana na mambo ambayo wanayalalamikia, na kwa mfano kwa hukumu, tuna bahati kwamba hukumu ambazo zinaanzia Mahakama Kuu kwenda Mahakama ya Rufani zingine tunaweza tukazipata kupitia mtandao wa, wa, wa, wa, wa mahakama pamoja na, eh, na mwanasheria mkuu wa serikali Sasa. Uh, mikoa 31 mmetembelea, mmetoa msaada wa kisheria kwa migogoro eh, zaidi ya elfu ishirini na sita. Changamoto ni kubwa? Ndiyo, changamoto bado zipo. Mnadhani nini cha ziada ambacho kinatakiwa kufanyika kwa ajili ya kuondoa hizi changamoto? Eh, eh, changamoto zipo eh zilizokuwepo na zingine inawezekana zinaendelea kutokea sasa hivi tunavyoongea hapa, mm, lakini cha kufanya kikubwa hii elimu, ndio maana tunaanza na elimu pote tunapoenda, mm, kuna sema ambayo ukitoa elimu watu wenyewe wanaona kwamba kumbe tulichokuwa tunakigombania hakina sababu, mm. Kwa hiyo kikubwa cha kwanza ni ni, ni ni elimu kwa wananchi wajue eh, matendo ambayo watayafanya kwa mfano tukiongelea ukatili dhidi ya watoto, kuna vitu ambavyo wazazi wanafanya hawafahamu kama ni ukatili. Lakini akipata elimu atajua kwamba hiki sitaki kumfanyia mtoto wangu, sitaki kumfanyia mtoto wa fulani. Na elimu ni, ni kitu ambacho ni nyenzo ambayo tunaitumia kama kuzuia badala ya kuja kupambana na jambo mm. kwa hiyo cha kwanza kabisa tuna, tunashauri elimu e, na haitakuwa sasa kwa wizara peke yake. Kuna ngazi hizo za chini, halmashauri, kuna maafisa maendeleo ya jamii ambao wako na hao watu kila siku basi watusaidie katika ngazi zao, lakini pia hata mashuleni walimu wanapokuwa wana, wanaendelea kutoa huduma mm. Hata katika eh, ma, ma, eh, ka, ka, katika mazingira mengine ambayo yanaweza kuwa na mkusanyiko, basi tukipata hata dakika moja ya kutoa elimu kuhusiana na jambo fulani itatusaidia sana kupunguza baadhi ya migogoro, lakini pili ni utashi wa watu wenyewe ambao ni, ni sehemu ya migogoro eh, migogoro mingi inatatuliwa kwa sababu ya utashi wa watu wenyewe, na ndio maana kati ya moja ya vitu ambavyo tulikuwa tunaenda navyo katika kampeni ni e, njia utatuzi wa migogoro migogoro kwa kwa njia njia mbadala mbadala. Utatuzi wa migogoro kwa njia ya mbadala ni kwamba kama mimi ninadai ardhi yangu e, ni ekari kumi, lakini mgogoro wa kwenda malalamiko ambayo niende mpaka nizipate zote e, ambazo jirani alisogea kwangu itaniingiza gharama, tunaweza tukaingia mpaka ugomvi, tukawa hatuelewani mm, na ikawa ni swala la muda mrefu, basi tunaangalia hiyo njia mbadala. Njia mbadala ni nini? Nitakosa kidogo, lakini haki yangu nitahakikisha kwamba ninaipata Mbibata. Njia mbadala inajumuisha kwamba tusameane haya yaliyopita, basi tuanze upya na tuende mbele. Kwa hiyo hiyo ni moja ya nani ambazo ni za utatuzi wa migogoro ya njia mbadala. Kwa kumalizia sasa, msaada wa kisheria upo Dar es Salaam Mmeanza jana, mmezindua rasmi jana na waziri mkuu Kassim Majaliwa. natarajia kufanya kwa siku ngapi hapa kwa Dar es Salaam tuna... na katika maeneo gani pia? sawa sawa, kwa Dar es Salaam tunatarajia kufanya kampeni hii kwa muda wa siku kumi okay, ikiwepo na ya jana sasa, sasa. Kwa hiyo leo tumeanza kupunguza siku ya tisa kuendelea mpaka tarehe ishirini na tano na t tuna... <laughs> <laughs> <Ya mwezi huu. laughs> <laughs> Sasa ndio siku kumi hizo, elewa tarehe ishirini na tano pamoja najambona ni zile zingine oh. Lakini ndio tarehe ishirini na tano hiyo hiyo. Sasa tunaenda tu, tu halimashauri zote za mkoa wa Dar es Salaam mm: Ubungo, Temeke, Kigamboni, Ilala na Kinondoni, na kila halimashauri tuna katika awamu hii tunaenda kata tatu ambazo katika hizo kata tunaenda pia kata samani, tunaenda kata kumi, sio tatu, mm. Kata kumi, mm. Na kila kata ni mitaa mitatu. Kwa hiyo tunategemea kufikia kata zisizopungua 45 kwa siku tisa sasa hizi, alafu na mitaa ambayo haipungui 135 sasa Dar es Salaam peke yake katika awamu hii. Wamesema wanamaliza, wanazindua. Imezinduliwa hivyo. Yaani tunavyomaliza Dar es Salaam ndo tume Dar es Salaam ina ina double impact, ina vitu viwili tunafunga tumefunga na kuzindua eh, na, yaani, kufunga na kuzindua maana yake ni, ni ndani ya hiyo kumi hiyo hiyo kumi. Na, na ni ndani ya hiyo kumi Aha. Eh, kufunga na kuzindua ni ndani ya siku hizo kumi. Tukushukuru sana Osborn Paissi kwa kuwa nasi katika Alasiri Lounge hii leo, mm. Na tukukaribishe tena wakati mwingine tuweze kuyajadili haya, kwa sababu kuna yale aliyokuwa ameanza kuyazungumzia Balkis pale. Tunayasikia sana wakati fulani, tuliambiwa kwamba talaka zinazidi kuongezeka. Kwa hiyo wakati mwingine tutakuja kuyazungumza sana, kuja kwenye kata yetu sinuliza naitwaje? Sawa, siulizi lakini tutakuja, eh. <laughs> <laughs> <katai>, <laughs> kata, siulizi lakini tutakuja, unaweza ukataja wilaya a au halmashauri kumbe. E, mambo mkanganyiko, e, ah, haya bwana, huyo ni Osborn Paissi, yeye ni mkurugenzi msaidizi wa uzingatiwaji na ufuatiliaji wa huduma za msaada wa kisheria kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, na tulikuwa tukiangazia kampeni maalum kabisa ya msaada wa kisheria ambayo imezinduliwa hapa Dar es Salaam, lakini pia ndo ilikuwa inahitimisha ile awamu ya kwanza, wakisema kwamba kwa, kwa hivi sasa Dar es Salaam, basi kata na mitaa mingi sana tutafikiwa. Wenye migogoro ya kisheria tumeshauriwa pia kwenda na nyaraka na vielelezo kwa ajili ya kutatua migogoro yetu, lakini sambamba na hayo, tuwe radhi kutumia ile njia mbadala ya kuweza kutatua changamoto zozote ambazo tuko nazo.